Amesema kuwa serikali imejitolea kikamilifu katika kupambana na mihadarati nchini, akiwataka asasi mbalimbali za kiusalama nchini kushirikiana katika kuhakikisha vita hivyo vinafaulu. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili kaunti ya Kisumu, Murkomen amewataka machifu, manaibu wao, maafisa wa polisi na maafisa wa idara ya DCI kukaza kamba zaidi katika kukabiliana na zimwi hilo. Matamshi ya waziri huyo yanaji masaa machache tu baada ya shehena ya dawa za kulevya yenye thamana ya shilingi bilioni 8.2 kunaswa baharini kaunti ya Mombasa. Mary Kyallo anatuarifu. Baada ya shehena ya mihadarati yenye thamana ya shilingi bilioni 8.2 Kunaswa katika ufuo wa bahari ya Mombasa na jeshi la wanamaji kwa ushirikiano na idara ya DCI. Waziri Morkomen wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen anasema hatua hiyo inadhihirisha kujitolea kwa serikali katika kukabiliana na ulaguzi wa dawa za kulevya nchini. Mmeona jana kwamba kwa sababu ya ukakamavu na ile resolve ya president pamoja na jeshi yetu na polisi wetu including the Coast Guard, mumeona kwamba tumeshika madawa ya kulevya kutoka ISIS ambao Iranians walikuwa wanatembeza huko karibu na maji yetu ya up to 10 billion Uh, shillings. What, 10 billion shillings? Murkomen akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kaunti ya Kisumu, ameweka wazi kuwa walio naswa watawasilishwa mahakamani na kushtakiwa, huku shehena hiyo ya mihadarati ikitarajiwa kuteketezwa moto na serikali. Na unaona hao wanapelekwa kotini, na hivi karibuni utaona tuki destroy those uh, madawa ya kulevya publicly because we have resolved as a nation

Meli hiyo iliyokuwa na wafanyikazi sita wenye asili ya Kiajemi ilinaswa na kikosi cha kimataifa cha mashirika mbalimbali takriban kilomita 630 mashariki mwa Mombasa na kisha kupelekwa hadi katika bandari ya Mombasa chini ya ulinzi mkali.

Haya yanajiri huku katibu mkuu wa idara ya afya ya umma Mary Muthoni akifichua kuwa serikali imeweka mikakati kabambe katika maeneo ya mipakani ili kuzuia ulaguzi wa bidhaa kama vile dawa za kulevya very strong our port health officers are inspecting every bag that is entering in the country so that we do not have uh, drugs coming into our country or drugs written for sale in Kenya alone we want everybody to be safe and we want every Kenyan to have their health safe Mary Kyallo, Undugu TV.